Maafisa wawili walionaswa wakimpiga risasi mchuuzi Boniface Kariuki wamefikishwa mahakamani mchana wa leo. Wawili wale akiwemo klinzi Barasa na Duncan Kiprono watasalia kwenye rumandi kwa siku 15. Akitoa uamuzi ule, hakimu wa mahakama ya Milimani Ben Mark amebaini kuwa wawili wale watazuiliwa katika kituo cha polisi cha Capitol Hill wakati ambao mamlaka ya IPOA itakuwa inaendelea na uchunguzi wao.

Kesi ya wawili hawa itatajwa tena tarehe tatu mwezi ujao, wakati ambao mamlaka ya IPOA itakuwa imekamilisha uchunguzi wao wa kamera za CCTV za eneo ambalo alikopigiwa risasi. Hadi kufikia sasa Boniface Kariuki anaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta. Zablon Mashari, Undugu TV.